Hai. Naitwa Sebastian Okiki na Bachelor of Science in Software Engineering Rua Catholic University Iringa, na nitakuwa natengeneza series ya tutorials kwa namna ya kufanya vitu mbalimbali tuko kwenye kompyuta, namna ya ku accomplish tasks mbalimbali uh, leo nitatengeneza uh, tutorial na juu ya juu ya namna ya kutengeneza uh, bootable flash kwenye Windows command prompt, lakini pia kwa kutumia ISO Vitu ambavyo utavihitaji: utahitaji flash drive ambayo ina angalau 4GB na kuendelea. Utahitaji kompyuta ambayo ina run Windows na pia utahitaji Windows image file ambayo ni hiyo image file ama ni os file ambayo wewe utakuwa unahitaji kutengeneza ili iwe bootable uh, ili kufanya hilo zoezi utahitaji kuran, uh, utility moja kwenye Windows ambayo inaitwa inaitwa disk part. Kwa utaenda kwenye run, kama utumia Windows 10, Windows 7 inayo hiyo sehemu ya run. Utaenda kwenye run, utaandika disk part bila nafasi, halafu itakuja hiyo option, utarun as administrator. Ni muhimu sana we run kama administrator. Utakapo run kama administrator, ikifunguka ile disk partition manager, utahitaji kuandika command ya list disk list nafasi disk afu utabonyeza enter ili uone zile disks ambazo ziko listed kwenye hiyo. Kwa mfano mimi hapa ukiangalia hizo nina na disks mbili, ya kwanza ile ambayo ni disk zero mara nyingi utakuta ni ile disk ambayo unatumia ambayo ina operating system. Na hizi zile zingine ambazo umezi attach zitakuwa numbered kuanzia 1, 2, 3 na kadhalika. Sasa kwa mimi hapa nikiangalia size na diski yangu ni 8 GB, kwayo nitajua kabisa kwamba diski ni ninayohitaji kutengeneza hiyo bootable ni disk 1. Kwao, kwa ajili ya kuichagua hiyo disk, itabidi niandike neno select disk 1 alafu nitabonyeza enter. Hiyo disk 1 itakuwa iko selected, halafu nitahitaji kuiclean kwa ajili ya kuondoa labda kitu chochote ambacho labda zile bad clusters ambazo zilikuwa kwenye hiyo disk ili iwe safi. Kwa hiyo nitaandika command ya clean ikisha sema succeeded in cleaning the disk. Pia hii command inasaidia mara nyingi kama ulikuwa umetengeneza bootable flash labda flash yako inatatizo, ina tatizo ina haina unaweza kukuta flash na 8GB inasoma 2MB. Hii process pia inaweza ikasaidia kwa ajili ya kui, kui revive drive yako. Kwa hiyo kisha andika hivyo basi, kinachofuata nina create partition. Naandika create partition primary, ambayo hii itanisaidia kutengeneza primary partition. Kama ningekuwa nataka kuigawa ningeigawa, lakini kwa sababu nimetengeneza moja kwa hiyo itakuwa ni moja, then nitaiselect ile partition ambayo nimetengeneza, ambayo ni partition 1 of course. Nikishaiselect ile partition ambayo nimetengeneza kitakachofuata ni kuimark ile partition iwe active, activeko nitaimark kama active. Nikisha mark kama active, nitaiformat hii drive. Mpaka hapo nitakuwa tayari nimeshatengeneza drive yangu, iko ready, lakini nitahitaji kuiformat kwa new, file, new new new table file file table system, ili iweze kukubali kuchukua ile master, master boot record ilemakwayo nitaandika neno format. FS kwa maana ya file system nitasema is equals to NTFS alafu quick. Well, format ni neno format, FS kirefu chake ni file system alafu hiyo format inatakana iwe quick. Usipandika hilo neno quick itakuwa very slow na itakuchukua muda mrefu sana. Na hiyo NTFS unaweza ukabadilisha ukaandika hata FAT, lakini kwa sababu tunahitaji iwe bootable ni lazima utumie NTFS. Kwa hiyo tunabonyeza enter. Subiria kidogo ili imalize kuformat hiyo hiyo drive yetu. Okay, mpaka hapo inakuwa imeshamaliza kuformat. Kwa hiyo cha msingi tena ni kukumbuka ukianza, okay, pale unaandika list disk. Baada ya hapo unachagua ile disk yako ambayo ulikoa, kama ni 1 ni 2 ama ni ngapi, una select disk, baada ya hapo una clean, baada ya hapo una create partition primary, baada ya hapo una select partition one. Baada ya hapo unaimark kama active, then unaiformat. Baada ya hapo sasa unaweza ku kuexit. Ukisha exit, una ile flash yako itakuwa iko tayari kwa ajili ya kupokea faili la window. Sasa unaweza kuja pale ambapo utakuwa ulikuwa umesave faili lako, kwa mfano mimi nilikuwa nimesave faili langu la window kwenye kwenye folder ya win 7 ambayo ilikuwa kwenye desktop kwa nitakacho file. Kwa, hapa tujue kwamba kuna mafaili mawili, kuna hili faili ambalo ni ISO file lakini kuna hili file ambalo yenyewe ni file tu la kawaida. Kwa nitakachohitaji mimi ni kuchukua hizi files na kuzikopi zote, kukopi, then nitaenda kwenye hile USB drive yangu, kama ndo hii USB drive yangu ile, basi nitachukua zile file nitazipaste hapa, kama kawaida na zitaendelea kukopi kwa ajili ya kuwa bootable. Kwao mpaka hapo mpaka itakapomaliza kukopi ina maana flash yangu itakuwa iko tayari kwa ajili ya kuwa bootable. Sasa hiyo ni njia moja ya kutumia command. Ipo njia nyingine ambayo tunaweza tukatumia program na kata hii, kwa sababu ya muda nitaikata tu, sababu hiyo itakuwa iko tayari. Ipo njia nyingine ya kutumia ya kutumia command. Kwa hiyo ya, ya kutumia Power ISO. Power ISO ni ka program fulani ambako kanaweza pia kutengeneza bootable USB. Kwa hiyo unachohitaji kwa ajili ya kutumia hiyo ni kuchukua tu hii Windows 7 file yako ambayo tayari iko kwenye format ya ISO, na huo umedownload lile file la la ISO, unaweza kuingia kwenye website yao ya Power ISO ni www.poweriso.org. Kwao utakapata haka ka file ni utaka download, ni bure tu, lakini kama unataka ku-unlock some other functionalities utahitaji ulipia sijui kama dola ngapi. Mimi no, natumia bure. Well, ukishaka download utakainstall, labda siku nyingine nitaelekeza namna ya kuinstall lakini ni namna tu ya kawaida. Katakuwa sasa kana kuruhusu kufungua ile image file. Kwa hiyo utakachofanya tu utafungua ile image file na utakapofungua actually na... utasubiria kama unatumia free version kama mimi, afu utasema tu continue and registered. Baada ya kufika pale ukiwa tayari umeshachomeka flash yako, utaenda tu hapa kwenye tools. Baada ya kwenda kwenye tools, utaenda sehemu inaitwa create bootable usb drive. Sasa kwa sababu tulikuwa hatuja start kama administrator, tutahitaji kukubali kustart kama administrator, kwao power iso ita restart afu itafunguka tena kama administrator. Kama kawaida, inabidi tusubirie tena sekunde ngapi, sababu tunatumia free version, kwa utasema continue unregistered hapa kwenye image file utachagua ile image yako, automatically itakuwa imekuja kwa sababu kwa sababu ulikuwa umeichagua. Ko ni ile ile tu utaichagua, au kama ingekuwa sehemu nyingine ungetafuta kule iliko ukachagua, ukasema open. Baada ya pale utachagua drive yako ambayo unahitaji, labda ikiwa kuna drive mbili tatu kwenye list hapo, hapa utazikuta, lakini utakuta ni hiyo right method. Hizi settings zingine zinabaki kama zilivyo kwao tutatumia tu hiyo USB HDD kwa sababu si tunahitaji hiyo bootable. Baada ya pale tu uta click neno I mean pale kwenye command ya start. Itakuuliza all data on the drive will be written, do you want to continue? Utasema okay. Baada ya pale itaanza kuwrite yenyewe. Na mwisho wa siku itakupatia option ama prompt ya kwamba imemaliza kuwrite successfully, au kama ilikuwa na tatizo bado itakuambia ilikuwa na tatizo. Basi kwa leo, nafikiria hicho ndo nilichokiandaa kwa sasa. Nashukuru kwa kuangalia tutorial yangu, na labda baadaye nitatengeneza tena tutorial nyingine kwa ajili ya kuendelea na mambo mengine, au kama una nyingine ambayo ungerequest, request ninaweza nikaangalia namna ya kutengeneza. Thank you for watching.